Akamfufua Afande Masatu. Alikuwa ameleta madawa ya ajabu ambayo hata mimi siyajui. Akamnywesha Masatu, akashtuka akachomoa bunduki na kumnyoshea Julia. Julia akamweleza mpango wa Igoba, pia Masatu akamweleza Julia. Wakarudishia kaburi vizuri, wakaondoka kurudi hospitali. Njiani Masatu akauliza, kwa nini turudi? Sasa tuendelee. Usiku ulikuwa mzito hospitalini. Milango ya chuma ilitoa sauti ndogo ndogo za kugongana. Taa zilikuwa zinawaka na kuzima kana kwamba zilikuwa zinapumua. Dokta Julia alitembea taratibu kwenye korido ndefu, moyo wake ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Afande Masatu alikuwa nyuma yake, uso wake bado umejaa mshangao na maswali ambayo hakuweza kuyauliza kwa sauti. Walifika kwenye chumba cha zamani kilichokuwa hakitumiki tena. Julia alifungua mlango kwa tahadhari na kuwasha taa ndogo. Masatu alimkazia macho, kisha akauliza kwa sauti ya chini, kwa nini ulimfanya yote haya Dr. Julia? kwa nini unihusishe kwenye mchezo huu wa damu? Julia alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, macho yake yalikuwa mekundu. Sauti yake ilipotoka, ilikuwa nzito. Alimwambia Masatu kuwa tangu siku aliyodaiwa kuwa mgonjwa, maisha yake yalikuwa mateka wa Dokta Igoba kila pumzi aliyovuta ilikuwa deni. Mama yake alikuwa amegeuzwa silaha ya kumlazimisha. alisema sikukupiga risasi kama nilivyoelekezwa, bali kwa sababu nilihitaji muda, muda wa kukwambia kile nilichotaka kumwambia kuhusu mimi na maisha ya watu yanavyopotea kila siku kwa ajili ya tamaa za pesa za watu wachache. Wakati huo huo, upande wa pili wa hospitali, Dk. Igoba alikuwa amesimama mbele ya dirisha akitazama giza la nje. Simu yake ilitetemeka mkononi. Sauti aliyosikia ilimfanya atabasamu kwa dharau. Aliambiwa, ambiwa kuwa mwili wa Masatu ulikuwa haupo tena makaburini. Alijua hapo kuna mkono wa Julia, alijisemea moyoni, msichana huyu ameanza kunichezea, lakini atasalimu amri. Igoba alitoa amri kimya kimya. Walinzi wawili waliovalia sare za hospitali lakini si wauguzi, walielekea moja kwa moja kwenye chumba cha mama yake Julia. Mpango ulikuwa mmoja, kumaliza kila kitu kabla Julia hajachukua hatua nyingine. Julia alihisi kitu ambacho si cha kawaida, moyo wake ulidunda kwa nguvu. Alikimbia kuelekea chumba cha mama yake akiwa na Masatu. Walipofika mlango ulikuwa wazi. Mashine zilikuwa zinatoa sauti ya mfululizo isiyo ya kawaida. Mama yake Julia alikuwa amelala kimya kupita kiasi. Julia alipiga kelele, akamkimbilia mama yake. Alipogusa mkono wake, ulikuwa baridi kuliko kawaida. Machozi yakamtoka bila kujizuia. Masatu alisimama nyuma akitazama, akijua huu ulikuwa wakati wa ukweli. Julia alipiga kelele kwa hasira, akijua hii ilikuwa kazi ya Igoba. Ghafla sauti ya makofi ya polepole pole ikasikika kutoka mlangoni. Dokta Igoba alikuwa amesimama hapo, uso wake umejaa dharau na ushindi. Alimwambia Julia kuwa alipewa nafasi ya kuchagua lakini alichagua uasi. Akasema sasa hakuna kinachomfunga tena. Masatu alitoa bunduki kwa haraka akamwelekezea Igoba, lakini kabla hajavuta kitasa, walinzi wawili walimrukia na kumwangusha chini. Julia alisimama katikati akimtazama adui yake na mama yake aliyekuwa hoi, akihisi dunia inamporomokea. Igoba alimkaribia Julia taratibu na kumwambia kwa sauti ya kunong'ona, bado una nafasi ya mwisho. Nisaidia kufanya upasuaji mmoja tu leo usiku, halafu nitakuacha uondoke. Ukikataa, kila mtu unayempenda ataangamia. Julia alitazama mama yake kisha Masatu aliyekuwa akivuja damu kidogo, halafu macho ya Igoba yaliyojaa uhakika wa kishetani. Ndani ya kichwa chake vita ilianza: uovu au damu, kazi au maisha. Mara ghafla Julia akavuta kitu mfukoni mwake, kitu kidogo cha chuma kikang'aa chini ya mwanga hafifu. Igoba alishtuka kwa mara ya, mara ya kwanza. Ukumbi wote ukanyamaza. Hakuna aliyesogea, hakuna aliyepumua kwa nguvu. Kabla mtu yeyote hajajua julia ameamua nini, mlio mkali wa kifaa cha hospitali ukapasua ukimya wa usiku. Eh, nini kitafuata? Je, Julia atachagua kumuua Igoba au kuendelea kuwa mateka wa uovu? Je, mama yake bado ana nafasi ya kuishi? Hakikisha unasubscribe akaunti yetu ya Dee Mastory, unalaiki na kushea ili usikose muendelezo. Asante kwa kunisikiliza. Mimi ni Dee Wize.